Mheshimiwa Waziri Mkuu, Arusha inapiga hatua kubwa. Yaani, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakuhakikishia Arusha hii inapiga hatua kubwa, usinge ilikuwa uchaguzi huu, huu uchaguzi mkuu unaokuja. ningekwambia baada ya miaka mitano nikiwepo hapa Arusha, mambo yalikuwa tofauti, sema tu changamoto ni uchaguzi huu wa mwaka huu, lakini ningekupa picha <laughs> ya miaka mitano mambo la na kuwaje, na nikisema hivyo najua Mheshimiwa Waziri Mkuu amenielewa. <laughs> Leo umetua pale airport. Sasa hivi airport yetu tumekamilisha awamu ya kwanza maboresho ya jengo jipya, tumeenda awamu ya pili, tumeifanya airport yetu ya Arusha kuwa international airport. Sasa hivi ndege ndogo zinatua hapa hapa Arusha. Ndege kubwa nimewaachia watu wa Kilimanjaro. Hatua ya tatu, tunakwenda kuiconnect Arusha na Dodoma. Tutakuwa na ndege za kutoka hapa Arusha moja kwa moja kwenda Dodoma na Dodoma kurudi hapa Arusha. Hatua ya nne, tunataka kuconnect ndege za kutoka Dodoma kwenda Mbeya. Matamanio yetu Mheshimiwa Waziri Mkuu, Arusha ijayo iwe ni Amsterdam, iwe ni Dubai, iwe ni Addis Ababa ya Tanzania. Ukija hapa Arusha una connect kwenda popote pale ndani ya nchi na nje ya Tanzania. Lakini la pili na la mwisho kabisa ni mshukuru sana kaka yangu mkuu wa bohari yetu, naomba usimame kidogo angalau. Mheshimiwa Waziri Mkuu tunakushukuru sana wewe, lakini tunamshukuru pia yeye. Sisi Arusha tulianzisha utamaduni kwa kila mwaka tuwe na matibabu bure kwa wananchi wasiokuwa na uwezo wa kugharamikia matibabu hayo. Mwaka jana nilianza zoezi hilo, tulihudumia wananchi elfu thelathini na mbili kwa siku saba, na Mheshimiwa Naibu Waziri alikuja kututembelea. Wananchi wenye uwezo wa hali ya chini wasiokuwa na pesa huwa wakati mwingine anaishia njiani kwenye vipimo na anarudi nyumbani, pesa hana, imeshaenda majibu hajayapata dawa hana anabaki kumwomba mungu lakini mungu amesikia kilio chao na rais ametutuma na mwaka huu tunafanya tena matibabu bure katika mkoa wetu wa arusha na nitumie hadhara hii kuambia wananchi wote wa mkoa wa arusha kuanzia tarehe ishirini na tatu siku ya jumatatu ijayo mpaka ishirini na tisa tuna madaktari bingwa wa nchi nzima na tumeshapata dawa kutoka bohari ya taifa kwa ndugu yangu pale kuhakikisha hakuna dawa itakayopelea na tumeshapata madaktari chini ya wizara yetu ya afya wakiongozwa na daktari wetu mkuu uh, Dr. Grace, na tumejipanga kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi atakayekuja atakosa huduma. Ombi langu njoo, watakupima, utapatiwa huduma na utapata dawa.